Mlango wa kumi na moja. Ndipo Israeli wote wakamkusanyikia Daudi huko Hebroni wakisema, Tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Katika zamani za kale hapo, Sauli alipokuwa mfalme, wewe ndiye uliyowatoa na kuwaingiza Israeli, naye Bwana Mungu wako akakuambia, ndiwe utakayewalisha watu wangu Israeli, ndiwe utakayekuwa mkuu juu ya watu wangu Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamjia mfalme huko Hebroni, naye Daudi akafanya agano nao huko Hebroni mbele za Bwana, nao wakamtia Daudi mafuta awe mfalme wa Israeli sawasawa na neno la Bwana kwa mkono wa Samueli. Kisha Daudi na Israeli wote wakaenda Yerusalemu, ndio Yebusi, na Wayebusi wenyeji wa nchi walikuwamo. Na hao wenyeji wa Yebusi wakamwambia Daudi, hutaingia humu walakini Daudi akaitwa ngome ya Sayuni, huu ndio mji wa Daudi. Naye Daudi akasema, mtu yeyote atakayekuwa wa kwanza wa kuwapiga wayebusi yeye atakuwa mkuu na jemedari. Naye wa kwanza aliyepanda ni Yoabu mwana wa Seruya, naye akawa mkuu. Basi Daudi akakaa ngomeni, kwa hiyo huuita mji wa Daudi. Akaujenga huo mji pande zote, toka milo na kuuzunguka, naye Yoabu akautengeneza mji uliosalia. Naye Daudi akaendelea akazidi kuwa mkuu, kwa maana Bwana wa majeshi alikuwa pamoja naye. Basi hawa ndio wakuu wa mashujaa aliokuwa nao Daudi, waliojitia nguvu pamoja naye katika ufalme wake pamoja na Israeli wote ili kumfanya awe mfalme sawasawa na neno la Bwana alilonena juu ya Israeli. Na hii ndiyo hesabu ya hao mashujaa aliyokuwa nao Daudi: Yashobeamu Mhakmoni, mkuu wa maakida; huyo aliinua mkuki wake juu ya watu mia tatu akawaua pamoja na baada yake. Kulikuwa na Eleazari mwana wa Dodai Mwahohi, mmoja wapo wa wale mashujaa watatu. Huyo alikuwa pamoja na Daudi huko Pasdamimu, ndiko Wafilisti walikokusanyika vitani, palipokuwa na konde limejaa shairi na hao watu wakakimbia mbele ya wa Wafilisti. Ndipo hao wakasimama katikati ya konde lile wakalipigania wakawaua Wafilisti, naye Bwana akafanya ukovu mkuu. Tena watatu miongoni mwa wale thelathini waliokuwa wakuu wakashuka mwambani wakamwendea Daudi hata pango la Adulamu, na jeshi la Wafilisti walikuwa wamefanya kambi bondeni mwa Warifai. Na Daudi wakati ule alikuwa ngomeni, na walinzi wa Wafilisti wakati ule walikuwa huko Bethlehemu, naye Daudi akatamani, akasema, laiti mtu angeninywesha maji ya kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango. Basi hao watatu wakapenya jeshi la Wafilisti, wakateka maji kutoka kile kisima cha Bethlehemu kilicho karibu na lango, wakayachukua wakamletea Daudi. Walakini Daudi hakukubali kuyanywa, akayamimina mbele za Bwana, akasema Mungu wangu apishe mbali nisifanye hivi. Je, ninywe damu ya watu hao waliohatarisha nafsi zao? Maana kwa hatari ya nafsi zao wameyaleta. Kwa hiyo hakukubali kuyanywa. Hayo ndiyo walioyafanya wale mashujaa watatu. Tena Abishai ndugu nduguye Yoabu alikuwa mkuu wa wale watatu, kwa kuwa aliuinua mkuki wake juu ya watu mia tatu akawaua, akawa na jina kati ya wale watatu. Katika wale watatu yeye alikuwa mwenye heshima kuliko hao wawili, akawa akida wao, ila hakudiriki kuwamo katika wale watatu. Tena Benaya mwana wa Yehoyada, mtu hodari wa Kabseeli aliyekuwa amefanya mambo makuu, ndiye aliyewaua simba wakali wawili wa Moabu. Pia akashuka akamuua simba katikati ya shimo wakati wa theruji. Huyo akamuua Mmisri, mtu mrefu sana aliyekuwa wa dhiraa tano urefu wake, na yule Misri alikuwa na mkuki kama mti wa mfumaji mkononi, lakini yeye akamshukia na gongo, akamnyakulia Misri mkuki mkononi, akamuua kwa mkuki wake mwenyewe. Mambo hayo ndiyo aliyoyafanya Benaya mwana wa Yehoyada, akawa na jina kati ya wale mashujaa watatu. Tazama, alikuwa mwenye heshima kuliko wale thelathini, ila hakudiriki kuwamo katika wale watatu. Naye Daudi akamweka juu ya walinzi wake. Tena hawa ndio mashujaa wa majeshi ya askari: Asaheli nduguye Yoabu, Elhanani mwana wa dodo wa Bethlehemu, Shama harodi, Helesi mpeloni, Ira mwana wa Ikeshi mtekoi, Abiezeri mwana thothi, Sibekai mhushathi, Salmoni mwahohi, Maharaim netofathi, Heledi mwana wa bana Mnetofathi, Itai mwana wa Ribai, Wagibea wa wana wa Benyamini, Benaya mpirathoni, Urai wa vijito vya Gaashi, Abieli mwaibathi, Azmawethi mbaharumi, Eliaba mshaalboni, wana wa Yasheni mgiloni, Yonathani mwana wa Shama mharari, Ahiamu mwana wa Sharari mharari. Elifeleti mwana wa Ahasbai Heferi Mmaakathi Ahia Mpeloni Hezrom Karmeli Paarai mwana wa Ezbai Mwarki Yoeli ndugu ya Nathani Mibhari mwana wa Hagri Seleki Mwamoni Naharai Mbeorothi mchukua silaha wa Yoabu mwana wa Seruya Ira Mwithri Garebu Mwithri Uria Hiti Zabadi mwana wa Alai Adina mwana wa Shiza Mreubeni, mkuu wa Wareubeni, na thelathini pamoja naye, Hanani mwana wa Maaka, na Yoshafati Mmithni, Uzia Mwashtirathi, Shama na Yeieli wana wa Hothamu Mwaroeri, Yediaeli mwana wa Shimri, na Yoha nduguye Muzi, Elieli eli Mmahawi, na Yeribai na Yoshavia wana wa Elnaamu, na Ithma Moabi Elieli eli, na Obedi, na Yasieli mmesobai.